Siku moja katika picha, miongoni mwa picha za uadilifu wake, alishuka katika majabali kwa ajili ya kutafuta hali za Waislamu huko mashambani. Alipofika akampata rai ya lghanam yaraa lghanam, mchunga anachunga mbuzi wake, wakati alipokuwa Umar bnu Lkhatab anaandamana na mfanyikazi wake huku wamemwona mchunga mbuzi anachunga, Omari akamwambia mfanyi kazi wake, ngoja ni mpe mtihani raia anayeishi katika serikali ya Omar nione, je, utawala wangu umefikia wapi katika uadilifu. Omari akamuuliza mchunga mbuzi. Mchunga mbuzi hamjui Omari ni nani, anaona ni mtu mtu tu hivi hivi na asikujua mara nyingi hakuthamini mpaka hakujue. Akamuuliza, ya rai, mimi ni mfanyi biashara, businessman, bili shatan min ashia tufanye dili, niuzie mmoja katika mbuzi hao unaowachunga. Pesa tia mfukoni, ukiulizwa na bosi wako mbona mbuzi mmoja kapotea, mwambie ameliwa na mbwa mwitu. Omar ibn al-Khattab anatengeza dili pamoja na mchunga mbuzi. Sikiliza jawabu la mchunga mbuzi, ndugu yangu Mwislamu. Mchunga mbuzi anamwambia Omar ibn al-Khattab ya ayuha rajul, ewe mtu unayetaka kununua mbuzi kutoka kwangu, ana lastu malika sha, mimi siye mmiliki wa mbuzi hawa ana mujaradu rai, mimi ni mfanyi kazi tu, nimeandikwa kazi ya kuchunga mbuzi hawa. Ama mambo ya kuuza, siyamiliki mimi. Kama unataka kuuza kununua, taala ila malikiha, njoo nikupeleke kwa mmiliki wake, patana naye bei, nunua kutoka kwake. Ama mimi siwezi kukuuzia kitu katika wanyama hawa na mifugo hawa. Omar akamwambia we, imekuwaje? Mimi nakwambia hii ni kati yangu mimi na wewe, baini wa baini, mimi na wewe tu. Bosi akikuuliza, mwambie ameliwa na mbwa mwitu. Si kawaida wambuzi wanaliwaliwa, atajua. Akawambia, aakulu lisayidi akalahu dhib? Unanifundisha nikamwambie bosi wangu mmoja kuwa ameliwa na mbwa mwitu Fa aina Allah, Mungu nitakuwa nimemwacha wapi? Wakati huo rai Mungu nitakuwa nimemwacha wapi? Ina maana mi nitakuwa namdanganya mpaka Mungu? Siwezi. Omar akamwambia mfanyikazi wake, alhamdulillah, angalia huyu raia katika raia wa Umar, raia katika serikali ya Sayiduna Omar. Akamwambia basi, dullani ala maliki, sha nipeleke nionyeshe aliko bosi wako anayemiliki mbuzi hawa. Akamwambia ta'alamai, niandame nikupeleke. Yule bwana anafikiria huyu ni mnunuzi wa mbuzi, akampeleka kwa bosi wake. Alipofika kwa bosi wake akamwambia bosi wake, bili hadha labd, nimekuja sitaki kununua mbuzi, nataka uniuzie huyu mchuma, mtu, mchunga mbuzi niuzie mtumishi wako. Akawambia, Amir almu'minin huwa lak, nimeshakuuzia mchukue akamchukua Omar, baada ya kumnunua, kisha akamwambia, wewe umekuwa mtumwa kwa huyu bwana, lakini sasa nimekununua mimi, wewe mtumwa wangu mimi, walana anta hurun liwajhi llahi lkarim. Kuanzia sasa wewe uko free, si mtumwa wa mtu yoyote tena. Bwana akafurahi, na hakuna kitu kikubwa kama freedom, si ya nchi wala si ya mtu wala si ya maneno wala si taswira yule bwana akaondoka. Umari akamwita akamuuliza, atadri maladhi atakatk je, unafahamu katika akili yako ni kitu gani kilichokuwa cha huru? akamwambia la. Akamwambia atakatka tilka alkalima, kilichokuwa cha huri wewe ni kile kilima ulichokisema, aina llah, mungu yuko wapi? ikiwa mimi nitasema uongo mbele ya bosi wangu, lakini mungu anajua kama huu uongo bora mimi nisimfiche Mungu. Hicho ndo kilima ambacho kimekuacha hori wewe hapa ulimwenguni. wa arjuu an tatiak ka hadhihi lkalimatu ani lnari yauma lqiama, nami nataraji neno hili hili litakuwacha hori na moto siku ya Kiyama. Nataraji hivyo. Huyu ni Umar na hii ni historia yake. Lakini mulahadha, mara nyingine sisi huwa tunawalaumu watawala wetu, wafalme wetu wanaotuongoza lakini hatujilaumu na sisi kwa upande mwingine. Ngalia hapa, kuna mtawala na mtawaliwa. Mtawala ni Omar, mtawaliwa ni mchunga mbuzi. Wote wawili, kila mmoja amecheza pati yake. Ikiwa tutamtaka mtawala acheze pati yake ya uadilifu, na je sisi pati yetu ya uadilifu ni ipi? Ebu tuanze kujirekebisha sisi, kama hawatorekebisha watawata, watawala wetu nafsi zao itakuwa makosa makubwa. Ali ibn Abi Talib akaanza kusema, aqimu daulat lislamiya fi qulubikum, simamisheni dola za Kiislamu katika nyoyo zenu mwanzo, taqum ala ardhikum ndipo zitakaposimama katika ulimwengu, lakini dola za Kiislamu hazimo katika nyoyo zetu. Tunawataka watawala wasimamishe dola za Kiislamu katika ardhi, hazijasimama katika nyoyo. Sote tuna matatizo, na inapaswa watu kila mmoja akae kwa upande wake, afikirie nimeacha wapi. Mtawala na yake ayafikirie, ayasawazishe na mtawaliwa naye ana yake ayawazi ayasawazishi. Kila mmoja akiwasawazisha upande wake, tutakuja kukutana katika mezi ya utawala mzuri, meza ya utawala supa ambayo itakuwa maisha ni mazuri kama yalivyokuwa kati ya mchunga mbuzi wa Omar na Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radhiyallahu <tuhu> anhu, suratun min suwaril adl. Siku nyingine anatembea katika miji ya Madina katika daulatul islamia Usiku anakuta moto umewaka. Anamwambia mfanyikazi wake, twende tukaangalia moto huu nani kawasha na usiku huu? Akifika anampata mama, mama ambaye amezungukwa na vitoto na vitoto vinalia na kulizana. Omari akamuuliza mwenzake, je twende kaambia, twende. Kafika karibu na mama yule, akamwambia, assalamu alaikum, ya ahla dhau amani iwe juu yenu watu wa mwangaza huu. Na hii ni adabu ya mazungumzo, hakutaka kusema ya ahlan nar, enyi watu wa moto huu, kwani watu wa moto, wa moto itakuja fikra kana kwamba ni watu wa motoni wanaochomwa. Adabul kalam, na ndio maana kuna walimu wa kusomesha fasaha na balagha kuliko na madii badii ndani yake na maani, ili mtu awe na adabu ya kusema na watu wengine. Sayyidna Umar akamuuliza mama yule Aadnu, je nisogee karibu? Wanaomba ruhusa, hakwenda kwa mabavu akasema, hii ni nchi yangu naweza kufanya ninavyotaka, lakini kaingia katika maeneo ambayo ni ya wenyewe, anauliza permission, aadnu, je niingie? akaambiwa na mama, udnu bi khair, kama kuna la khairi sogea, lakini kama huna hata moja, tuache wenyewe na dhiki zetu. Hapa tunakula dhiki ambayo tumeachiwa na huyo anayejiita mtawala wetu. Omari akauliza ha, dhiki yenu ni kitu gani? Akaambia, watoto hawa ni mayatima, mie ndo mlezi wao, na kwa hakika hasa sina cha kuwalipa sina cha kuwalea, sina cha kuwalisha, sina cha kuwapa, ndio maana wanalia. Mbona umeteleka sufuria? Akasema ndani hamna chochote, hii ni danganya toto kwa ajili watoto wapate kulala, ili wa, wende zao wa wakalala, kesho waamke tena kwa siku nyingine. Wakiwa wanaona chungu katika jiko, watadhani kuna chakula. Kila mmoja akiwa na tamaa, usingizi utamvamia, akilala atakwenda kulala Amna kula hapa. Omari akainamisha kichwa chini, akawaza, akamuuliza mama wa mayatima, hii ni maisha yako kuanzia? Aliyenaambia, haya ndo maisha yetu, hakuna hata mmoja anayetushughulikia. Waislamu, kuna nyumba katika nyumba za Waislamu hazijui chakula cha mchana, wala cha asubuhi, wala cha jioni kuna nyumba miongoni mwa nyumba za watoto wazazi wao wamefariki zamani, ni mayatima wa Mungu. Hawajui kuvaa nguo, hawajui kulala mahala pazuri, hawajui kuishi vizuri, hawajui elimu, hawajui maisha bora yanayotangazwa katika nchi za watu, hawajui chochote katika vitu ambavyo wenzao miongoni mwa watoto wanavipata, hawajui hayo. Matajiri wana mamilioni ya pesa wanaoweza kutafuta wakazipeleka pesa zao, ambazo mara nyingine kwa hakika hasa hazina kazi, na wengine husema hasa wenyewe kwamba hizi pesa hazina kazi sasa hivi. Kwa hiyo wacha nizue mambo ya kwenda kufanya ili zitumike. Ya reti, zingetumika katika kuzitizama nyumba kama hizi.

taama ala ubihi, mali zao pamoja na kuzipenda hizo mali zao, na vyakula pamoja na kuvipenda hivyo vyakula vyao, wanawapa wasiojiweza, wasiobahatika katika jamii, kwa sababu ni watu ambao nao wapate kuonja kama yale ambayo wanaonja watoto wengine. Chakula tunatupa, nguo tunatupa, maisha tunaswaga maisha bila ya huruma bila ya kufikiria kama kuna umma wengine utahitaji. Umar ibn al-Khattab akamuuliza mama, sasa hivi ni subiri, ninakuja. Akamwambia mwenzake, twende. Tunakwenda wapi? Twende, usiulize. Wameenda mpaka katika Baitul Mal, hazina ya Uislamu, kachukua unga, kachukua na samli, kachukua na ngano Saidna Umar anamwambia yule aloandamana naye ambaye ni msaidizi wake, ehmil alayya, nitwika bosi. Anamwambia mfanyikazi wake, nitwika bosi. Anamtizama mfanyikazi wake, anamtizama bosi kwa mshangao, ni kutwika na mimi niko hapa kwa kazi gani? Hii ndo kazi ya akamwambia, nitwika. Yule kama hakusikia vizuri, madha taqu ehmil alayya

Kaambia Umar, mimi kazi yangu nini? Kamwambia thakilat ka ummuk. Anasema kwanzia nifanyi kazi na bosi huyu, Umar bin Khattab hajawahi kubwata wala hajawahi kusema kwa ukali mbele ya uso wangu kama siku nlomwambia hivyo akaniambia thakilat ka ummuk, mama yako amekuwa mzi, umekuwa mzigo kwa mama yako wewe. Manake mtu ambaye huchukuliki husarifiki mbele ya mamako hawezi kukubeba, ni kilima cha nini kukaripia Atahmil alaya wizri yauma alqiyama, je siku ya qiyama utabeba dhambi zangu wewe? Unaweza kubeba maovu yangu? he yako huyawezi, utaweza kubeba madhambi ya mtu mwingine? Basi ahmil alaya, nitwika haya madhambi yangu. Haya, bwana kwa shingo upande akamtwika bosi wake, huku anasikitika. Bosi yuko mbele, mfanya kazi yuko nyuma, wanaandamana, wanakwenda kwa mama wa mayatima Kufika akatua mzigo wake, Omar akaingia jikoni mwenyewe, akaanza kupika, akachemsha pale, akawa anapuliza moto wake, wadukhanu yatakhallalu min baini lihiyatihi, huku moshi unapita unachoma katika ndevu zake, ukipita huku na huku kama tanuri ya mkaa, khalifa wa Kiislamu. Alipomaliza kupika akawalisha watoto mayatima kwa mkono wake <coughs> kila mmoja. Vitoto vilikuwa vinalia hapo, vikaanza kuonekana tabasamu imekuja juu ya nyuso zao, ala taala wujuhu ala wujuhihim basma, nyuso ukaanza kunawiri. Chakula si mchezo. Omar al bnul Khattabi huko anawalisha watoto wale. Mama wa mayatima anamtizama kwa jicho la huruma na upendo, akitikisa kichwa chake, anasema ama kama huyu sijawahi kuona hapa mtaani, hajui kama ni amiri lmuminini. Kisha akamwambia ayuha rajul, we mwanamme we, anta afdalu, wewe ni bora, wa ahaqu bilkhilafati, na bora ungeongoza wewe utawala min Umar bn Lkhatab kuliko huyo Umari bn Lkhatabi ambaye anajigamba kwamba anatutawala wala hajui shida zetu. Omari akamezea, akamwambia bibi, njoo katika ofisi zake kesho na mimi mwenyewe nitaongea naye Omar bin Khattab aondoe matatizo yake. Ni nyumba ngapi zina matatizo? Na tunajua kama hujui, uliza, kwa sababu matajiri mara nyingi hawajui watu walikuwa mafukara, labda wale matajiri wanaojumuika na maskini, kwa sababu kuna matajiri wengine hawataki hasa kuonekana wamekaa na watu maskini wale wale ndo wenzangu bwana, sio hawa. Pangu pakavu tia mchuzi, hawa hawafai. Mie wenzangu wale, akionekana amekaa na watu kama wale anaona aibu. Ukikaa na watu wanyonge, ndio utapata kujua kama kuna mambo katika nyumba za wanyonge. Mmoja alinhadithia, anasema zamani kuna baadhi ya wazee wetu walikula chakula ugali kwa harufu nikawa very interesting kusikiliza ugali na harufu naliwa vipi. Akasema zamani ilikuwa shida ya chakula, ikafika wakati pesa alizokuwa nazo pia shida kupata. Sasa akapata pesa ya kununua chakula, lakini pesa ile, akinunua chakula atakosa mafuta ya taa ya kuwasha koroboi, kibatari; akinunua mafuta ya taa atakosa kitoweo akinna kiteweo atakusa chakula na mafuta. Hata sasa afanye nini? Kwa wakati mmoja, anapanga plani apate mafuta ya taa ya kuasha moto na taa nyumbani kwake, apate chakula chakula na apate kiteweo. Mkewe akamwambia upo unga kidogo, tunaweza kusonga ugali tukala, lakini kiteweyo hamna na mafuta hamna basi kwa hiyo nunua kiteweo na mafuta, pesa ndo hiyo hiyo moja. Kamtuma mwanawe akamwambia, nenda kanunue mafuta ya taa. Na kwanza kamwambia, hapa inabidi tupate mafuta ya taa, nunua na papa mkavu. Mkavu yule mkavu alikuwa anawekwa juani yule, ili tupate kuja kula na ugali lakini kipande cha papa ukishanunua kimoja tu, hizi pesa zimeisha, mafuta tutakosa. Kwa hiyo kanunue papa kwanza, alafu tutaangalia mipango. Akaenda akanunua papa kipande kimoja, pesa zimeisha, ugali umeshasongwa. Kachukua kile kipande cha papa, kikafungwa fungwa na makaratasi, kaenda kwa jirani kikachomwa chomwa kile kipande cha papa juu ya moto ndani ya karatasi, ikawa hakikuiva wala hakikunyamburika, ikawa kinatoa harufu tu. Ikachukuliwa kile kipande cha papa ikapilizwa, pulizwa na kupitishwa juu ya ugali, watu wakawa wanakula ugali na ile harufu. Alafu akampa kipande cha papa akamwambia, kamrudishie mwenye duka, mwambie baba kasahau, alikuwa anataka mafuta ya taa. La ilaha illa Allah. Angalia ekonomi inavyokwenda. Kwa watu kama hao ambao wewe na mimi tumewasahau, najua kabla sijasema kisa hiki ulikuwa unafikiria walikulaje chakula na harufu. Lakini akili inapotanzwa na shida, inapowasili na umasikini, unapopiga hodi, akili huanza kutafuta miundombinu. Kama kuna miundombinu unaisikia, basi ndo hii mwambie baba kasahau, badala ya papa anataka mafuta ya taa. kwa hiyo papa ameshatumia, lakini harufu yake. Alafu mafuta ya taa yanakuja, wanawasha nyumba nyumbani, wanawasha taa. Hawa wapo katika jamii yetu, lakini utawajuaje wewe mwenye pesa, kama hukai na watu mafukara ukawasikiliza? Na ndio maana katika fungu la zaka kuna watu wanaitwa alamiluna alaiha wafanyi kazi wa kuifanyia kazi ile zaka, kwa sababu yupo mmoja ana mapesa yeye anatoa ile zaka. Kuna wengine wao ndo wanawajua wale watu wanaostahiki kupewa. Sasa wale ambao wanastahiki wanawajua watu wanaostahiki, nao wanafungulao, lakini wao ndo wenye kwenda ku, huku na kule, nyumba hii nyumba ile we kwa sababu wewe imma, uko katika benzi yako kila siku, uko katika mitaa ya watu matajiri, uko katika mahala huwezi kuwafahamu, lakini wale wengine wanawafahamu fahamu. Sasa uuliza wapi, kuna haja uuliza nani anahitaji. Najua hutomaliza, ni wengi, lakini alhasil, fanya kwa kadiri ya uwezo wako aliyokupa Mwenyezi Mungu, usiwe mukasir, mpate kuacha fingerprint katika ulimwengu huu. Njoo ntamzungumzia Omar Bnulkhatab kesho kwa ajili ya mambo yako. Mama akafurahi akalala uzuri na watoto wamelala. Asubuhi akafunganya anakwenda kwenda zake kwa khalifa Umar Bnulkhatabi, akifika asubuhi, anamwona yule bwana alokuja jana akawa napika yeye ndo katikati anaitwa huku na huku tena kwa jina la ya amira lmuminin ya amira lmuminin ya amira lmuminin. Akasema, ahadha huwa amiru lmuminin? Jamani, niambieni ukweli, hivi huyu ndo mwenyewe amiri lmuminin? Akamwambiwa ndiye. Mama akakosa nguvu, akaanguka, kwani alisema neno la kujeruhi. Akasema, wewe bwana una haki ya kuwa khalifa kuliko huyo amiri lmuminin, kumbe ndo mwenyewe. Watu wakambeba wakampeleka kumpa first aid. Alipozindukana Omar akaambiwa, kaambia njoo mama, unajua kwa nini nimekuita hapa? Nimekuita kwa sababu nataka ninunue madhambi yangu kutoka kwako, yasiwepo tena dhambi nilizotenda, dhulma ya kudhulumu mtoto wako. Siku hizo zote ninatawala, lakini unakufa njaa, sikujui kule. Alimuuliza Omar madhambuhu, kwani anakosa gani Omar mnamwambia maneno hayo? Aya, alamu lghaiba, je, anajua habari ya ghaibu kwamba nyie mko huku mwisho wa dunia? Mama alisema neno zito, akamwambia unasemaje, ayali amrana wayaghfalu anna, ina maana tutawale alafu atusahau? kwani ile alikubali basi kutawala na Saidna Umar anasema wallahi, sikukubali ila kama vile mtu ambaye amekosa chakula kapata chakula cha haramu kama ngurue au kitu chochote ambacho si halali, anakula kwa dharura. Ndo nilikubali kuwa tawala watu, akampa sita miati dirham. Dina, dirham mia sita, namwambia: chukua hizi mama, tuandikiani mkataba, nisamee madhambi yangu, nayanunua kutoka kwako, na hii agreement ikaandikwa haya ni madhambi ambayo ameyanunua Umar bin al-Khattab kwa dhulma alizomtendea mama wa mayatima muda wote alipoongoza, ili nikifa, usije kwa Mungu wewe ukasema siku moja, wewe ulipotawala sisi tulikufa njaa. Nanunua kabisa, na nikifa, akawaambia wasia, tieni karatasi hii katika kaburi langu, katika sanda yangu, kwa Mungu niokoke, nimwambie ya Rabbi, dhulma nilizinunua kwa umul yatama Umar bin al-Khattab yuko katika sakaratil maut, alipokuwa katika msala na sali, aliingia bwana mmoja katika watu wasiompenda. Na kweli kuna mtu asimpende Umar na uadilifu wote huu? Hii ndo sunna ya maisha. Mtu ataafike mwezini kwa sharafu aliokuwa nayo, mtu ata magharibi na mashriki aache fingerprint za uadilifu Watatokezea watu wengine wamesema, allahi dhalim, kweli kweli. Huyu bwana, ufanye utakalolifanya, lakini usidhani kama kutatokea watu wote wawe wanasema kweli wewe ni mwadili. Wengine watatokea watasema una maana pesa mbili, na ndio sunna ya maisha, na kama hakuna maisha kama haya maisha sio matamu. Lazima wapatikane wakupendao na wapatikane wakuchukiao. Ili maisha yapate kuwa mazuri, unahitaji kuwa na marafiki na ili yapate kuwa mazuri zaidi, unahitaji kuwa na maadui ambao watakuchallenge mara kwa mara, watakuchallenge wakisema baadhi ya mambo ambayo kweli yanatokea au hayatokei, tapata kuingia katika fikira yako, nifanye nini nipate kufanya mapinduzi katika yale mambo ambayo yanazungumzwa. Watakupa challenge au changamoto ya kuishi. Wallahi kama maadui hawapo hakuna furaha ya maisha. <laughs> Lazima wawepo.